Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe nane utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka. Jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya, na tayari Bodi ya Ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini wenye, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi taifa kubwa Simba Sports Club ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe kumi na moja, mechi ya tarehe kumi na nne, mechi ya tarehe mbili. Hapo nazungumzia robo fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe tisa, robo fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya, kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu. Kwa sasa la tarehe nane tunasubiri maelekezo.

geti walikuja walikuja tucheze mechi e. E. <laughs> <Sasita mchana. laughs> ndiyo, ndiyo, afisa habari, eh, sababu si kule saa 6 mchana, ndio huyo ndio afisa wa habari wa klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba mwanangu. Eh, Stephen Mapunda, umemsikia afisa habari wa klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba ya nimemsikia, na kwa kile ambacho ameweza kutoka nacho, na hii imekuwa shauku ya wadau wengi wakitaka kusikia kutoka mm. uh, Simba inasema nini kwa hiki ambacho kinaendelea. Andio, na aliyotoka hapo ni afisa habari wa mm. klabu ya Simba ambaye huyu kwenye idara ya habari yeye ni meneja yes. kwa ina maana anachokizungumza, maanake anazungumza yale ambayo wanakubaliana katika klabu na msimamo wa klabu kwamba hawawezi kusema chochote kwa yes. sababu tayari mamlaka imeshasema kuwa mechi ya tarehe nane imeahirishwa. Wao kama klabu wanajipanga kwa ajili ya mechi zingine za shirikisho la CRDB Federation Cup pamoja na ligi kuu, mechi zingine zinazofuata na mechi za kimataifa. Ndio, mimi nimemsikiliza pia vizuri kweli kweli, afisa habari meneja wa habari e, na mawasiliano ndani ya klabu ya Wekunda Msimbazi Simba Ahmed Ali Steven, na nilichokigundua pia e, ni kwamba wao msimamo wao uko vile vile, na kwa sababu e, wanaona bodi ya ligi ni kama vile wametembelea barua yao, kwa hiyo hawawezi kutia neno lolote lile, bwana Steven Mapunda, lakini kubwa zaidi ambacho mimi nimeking'amua kama sikukielewa bwana Steven hmm. e, ni kuhusiana e, na wao Eh, kuzungumza kwamba wanaiheshimu mamlaka umeelewa vizuri eh? Mm. Unafikiri eh, mpaka sasa hivi eh, nani yuko mbele kwa maana ya kuongoza? Maanake kama mechi eh, <laughs> Yanga ametoa walaka mkubwa lakini Simba wana walaka wowote? Yeah. wao wamesema, mm, wanaisikiliza mamlaka mm. Na hapa ukiangalia katika isaidi mbili kwa maana ya kwamba Simba na Yanga, ukiangalia kila mmoja anaangalia sehemu ambayo yeye yuko favored zaidi, mpaka sasa ukimwangalia Uh, bodi ya ligi kwa taarifa yao ina mfeva zaidi Simba. Ndiyo, na inamuumiza yeah, Young Africans kwa hiyo Simba lazima aweze kurudi na kuweza ku kuipa kongole nyingi bodi ya ligi kwa sababu matakwa yao ya kuto kupeleka timu bodi, mm, ya ligi ya ikaja, ikaja ikasiliba kabisa kwamba mechi imeahirishwa. Kwa hiyo lazima wao kae upande wa bodi ya ligi lakini, upande wa Dar es Salaam Young Africa, wao walikuwa wanataka mbungi ipigwe kwa vyovyote vile, na haijapigwa hiyo mbungi, na bado Dar es Salaam Young Africa hawajaishia tu hapo wanaandika waraka mkubwa wa kusema kwamba sisi tunapingana na kuahirishwa kwa mechi na hatupo tayari kucheza mechi yoyote, na wao wanahitaji alama tatu na magoli matatu. Lakini wameenda mbali zaidi, wanasema kwamba uh, viongozi wa bodi ya ligi hawana imani nao waweze kuwajibika. Kwa hiyo katika hili Yanga wanasimama katika yengo ya kwamba sisi tumeonewa, hatuna imani na viongozi wa bodi ya ligi lakini Simba Sports Club wao wanasimama wakiwa na imani ya bodi ya ligi. Uki, nikinukuu maneno aliyosema Ahmed Ali hapa anasema kwamba sisi timu yetu ni timu ambayo inaongozwa kwa weredi mkubwa sana lakini pia tuna, tunaiheshimu mamlaka ambayo inaendesha ligi yetu katika matakwa ya kisheria. Kwa hiyo ina maana yeye anakubaliana na bodi ya ligi kwa sababu majibu ambayo alikuwa anayataraji yapata ndio aliyoyapata katika bodi ya ligi, lakini upande wa darasa mwenga Afrika, mm. Wao ni kama watoto ambao wanaonekana kwamba wana Tengua, hawatendewi haki yes, yes, Yanga yes, wanaona kama vile wamekuwa yatima kwenye hili jambo mm, mm, lakini <laughs> mm. <laughs> Stephen uh, Mapunda mm. Eh, mimi nimemsikiliza vizuri Ahmed Ali, inaonyesha eh, wao pia wamebaki na msimamo wao, tumeshazungumza hilo mm. Young Africans na wao wamebaki na msimamo wame wao, lakini mwisho mm. wa siku tunasubiri sasa kauli ya bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio watakuja kusiliba ama kumaliza hii shughuli eh, mm. na kama si wao basi TFF tio. watu wanaisubiri itakuja na nini mpaka sasa mm. hivi mtazamo wangu mimi binafsi ndio. naona kama vile Simba na Yanga hawana makosa eh, kwa sababu bodi ya ligi imeshindwa kuonyesha meno yake ndio, wakati matukio yanaanza mwanzoni, kwa, kwa sababu bodi ya ligi pia nayo imeumauma maneno mno kwenye ili sakata, hasa siku ya mchezo, nendeni uwanjani kateni tiketi ndio, mechi ipo mm. baadaye, oho mm. jamani mm mechi hakuna. Umeelewa vizuri, eh? Vizuri wewe, mtazamo wako unauonaje hapa? Maana mimi naona Simba na Yanga mm. kama hawana shida hivi, ijapokuwa wote mm. wana makosa ya kikanuni lakini anayetakiwa sasa kuwaadhibu kwenye makosa ya kikanuni na yeah. yeye ame ya. Tabanya tamanga. Yes, kabisa mimi sisko mimi siko mbali sana na mtazamo wako ndiyo. na endapo bodi ya ligi kama ingeweza kusimamia uh, msimamo wa kusema kwamba mechi itachezwa mm, mbali ya kwamba Simba walikuwa wamevunja wamevunja kambi, lakini wao kama wao walikuwa lazima waisikilize bodi ya ligi itaamua nini na muda ambao wao wanavunja wa, wa, kambi walivunja na kambi wa, nafikiri, na ilikuwa saa nne asubuhi kuelekea yes, saa tano wanawaruhusu yes, wana wachezaji waweze kuondoka. Kwa ina maana bodi ya ligi wangesimamia msimamo wao ule ule kwa mechi ipo kama ilivyopangwa, yeah. Siamini kama Simba wangeweza kukaidi. Narejea, mm. maneno ambayo ameyasema meneja habari wa Simba kwamba wao ni timu ambayo, yes. amba ina viongozi wenye weredi ambao wanaheshimu mamlaka. Kwa hiyo, ina maana hapa mamlaka ingesimamia kwa usahihi kanuni ile, Simba kwa sababu wanaheshimu mamlaka, mamlaka wangeleta timu uwanjani yes, yes. Sasa kwa sababu, uh, mamlaka haijaweza kusimamia kanuni yake kwa uthabiti, na ndio maana mm. Simba hawakuleta timu na haya yote amekuja kuibuka, lakini kama wao wangesimamia ile kanuni kwa msimamo thabiti, mi naamini kabisa Simba wangeleta timu uwanjani. Baada ya mechi tungeona watu wakiwajibishwa na uh, kanuni ikiweza kufanyiwa kazi na sheria inasema nini baada ya kanuni kuvunjwa watu wangeweza E, sawa, lakini cha mwisho na kumalizia hapo, Steven mwana wa Mapunda mm, unajua hili sakata pia linaharibu kabisa mfumo e, Simba, e, kweli kweli wa mechi ambazo zinaendelea. Ikumbukwe Simba Jumanne ana mchezo mkubwa kwelikweli kweli wa FA wa kuingia tu, inaofuata Yanga Jumatano na yeye anashuka e, dimbani na Coastal Union, lakini hakuna hata mtu anayezungumzia haya mambo kwamba Simba na Yanga wana michezo Jumanne na Jumatano. Umeona eh? Hili sakata na linatakiwa lifike mwisho ili watu tuendelee na ratiba nyingine. Bwana Steven mwana wa Mapunda, kabisa kabisa, na dabi kari ya Kariakoo, hususani katika mechi za kimaamuzi, mfano kama hii duru ya pili. Ndiyo, hii ni mechi ilikuwa inakwenda kuleta taswira kabisa ya ubingwa, kwa hiyo ina maana kwa ina uh, kuto kuchezeka kuna vitu vingi sana vinavurugika hapo na okay. Ukija kuangalia kwa sasa hivi hakuna ambaye anaweza ana, ana, ana kuitazama mechi ya Yanga dhidi ya Kosti eh, Simba, Simba na eh, katika mechi ya FA ah, jicho lake aliwezi kwenda zaidi kule, lakini mtu anarudi pale pale, ah, pale pale ah, kwa nini akikupigwa? Sawa, wanacheza kuelekea hatua ya thelathini na mm. ya, ya, ya, ya mbili mm. ya FA, lakini kwa nini wataenda, kwa nini nini? yani, wata, mbele wata kwa nini akikupigwa ya FA mm. lakini kwa nini hakikupigwa? Yes, na hapo sasa mm. uh, ni, ni, kuna sehemu moja nilisikia watu wakiwa wanazungumzia kuhusiana na mashabiki wa Yanga, wanasema kwamba endapo viongozi wetu watakubali mechi, mechi hii ichezwe tena we. basi wow, wao viongozi e. wao warudi kwa mashabiki e. wawalipia tiketi zao ambazo walilipa mwanzoni e. lakini wasishie tu hapo hapo pia wao warudi kwa mashabiki kuwabembeleza, kuwa na kuwaomba mm-hmm. Waendelee kununua uh, kulipia kadi ya uwanachama, yaani wahamasishe wa pia na mashabiki na mapenzi wanunue uh, waendelee kulipia kadi, kadi za uwanachama. Kwa hiyo unaona athari yake inakwenda mbali kidogo na pia ili jambo sio jambo ambalo unaweza ukalishukulia katika hali ya kawaida kwa sababu linabeba mioyo ya watu linabeba hisia za watu na kendiyo, mapenzi ya watu watusawa. E, bana mimi niseme stehe ni mwana wa Mapunda hmm. E, tuishie hapa, tusubiri taarifa nyingine kutoka E, ka, kwenye Bodi ya Ligi, kama watatoa ama Simba watarejea tena na taarifa nyingine. Lakini vipi kuhusiana na Yanga na wakaba atakuja, na taarifa nyingine tutaendelea kuwapa pia Watanzania kilicho bora zaidi hakika. E, sisi kazi yetu ni moja tu, kuwahabarisha e, kuwaelimisha, kuwaburudisha, lakini pia kuonya na kukemea vikali mambo ambayo hayaendi vizuri. Mwana wa Mapunda, mimi nasema yes. E, baadaye ama kuna chingine Ha, mimi nasema waendelee kukaa wasiondoke katika kurasa zetu hizi, waendelee kuhabarika Esu, na hapa ndio sehemu ambapo wanakwenda kupata lile chimbuko hmm, na sosi iliyokuwa ya maana kabisa kuhusiana na masuala ya kisport. Sawa, bana mambo ni mazito kwelikweli, lakini wakati tunazungumza nguvu kubwa tunapewa na kampuni bora ya mabati, hapa nazungumza na bati Quality, hawa ni mabingwa kuzalisha na kusambaza bati aina zote ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae na zile zenye matilo ya chengachenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani wabati utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka kumi ya uangalizi. Unanunua wabati wewe anakuja kutambana nayo kijana wako. Steven Mapunda hupo? Ah, nipo. Basi wakati mwingine kweli.